Hii filamu ya leo inahitaji akili kidogo, kikaza kichwa tu kidogo, tumekuacha huu mzigo wa leo. Tunaanza kwa kumjua mshikaji mmoja anaitwa Jonathani. Huyu jamaa alikuwa ni mpiga picha hodari sana na anaipenda kinoma kazi yake. Huyu mshikaji alikuwa nasafiri kila mahali ambapo alitamani kufika huko kwa ajili ya kwenda kupiga picha. Jonathani alipenda sana kupiga picha hususa ni wakati wa jua likiwa linazama, yani machweo ya jua. Jonathan kwa sasa amejikita sana kwenye kujenga taaluma yake ya kupiga picha. Ndoto yake ni kufanya maonyesho ya pekee yake, yani kazi za mwenyewe mwenyewe bila kumtegemea mtu yoyote. Zaza, katika hii nchi alipo Jonathan ana rafiki yake, huyu jamaa anaitwa Karo, na zugu hiyo ilikuwa ni kumbukizi ya kuzaliwa kwa Jonathan. Zaza, moja kati ya tabia ambayo ilikuwa inamkumba sana Jonathan ilikuwa ni ulevi pamoja na kuvuta mimoshi. Siku moja Jonathan akiwa amamka gafra, akaona kuna mwanamke kakaa kando yake chumbani kwake. Huyu mwanamke kaingia wako kutoka katika siku za mbeleni huko, yaani ni mke kutoka future huko, watu wanasema hivyo. Jamaa akaona kama haya ni maigizo akatoka nje moja kwa moja akampigia mshikaji wa wake Karo. Akahisi kabisa huyu mshikaji ndiye atakuwa amemtengenezea mazingira huyu binti kuja kwake hapa. Baada ya kumpigia tu simu jamaa kaanza kumlaumu, imekuwaje? Mbona unamtumia mwanamke wa kiindonesia nyumbani kwangu? Mara ngapi mi nakwambia sipendi kabisa mzaa wa namna hii? Mimi sipendi kabisa kutembelewa na watu katika nyumba yangu. Karo akasema, mi mbona sijui chochote, mbona mimi sijui kuhusiana na huyo mwanamke unaomzungumzia hapo. Jamaa baada ya kurudi ndani Swali kwa yule mwanamke lilikuwa ni lile lile. Wewe ni nani? Umekuja kwangu kufanya nini? Kama umetumwa na Carlo, mi nitakulipa mara mbili, ondoka hapa. Binti akasema sawa, mi naondoka kweli. Binti akawa ametoka lakini ukweli huyo binti akuondoka moja kwa moja, akawa amemsubiria kwenye ngazi. Sasa mshikaji, baada ya kuwa ametoka hapo, anataka kwenda kwenye mishimishi, huyu binti Sora kamwambia kwamba usisahau kuchukua simu pamoja na pochi yako ya hela. Mshikaji anajikagua, anagundua kweli alikuwa amesahau. Baada ya kutoka hapo, Sora alikuwa anamfuatilia huyu mshikaji nyuma nyuma tu kila anapoenda. Siku hiyo Jonathan alikuwa na mpango wa kwenda kukutana na mpenzi wake mzungu, huyu binti anaitwa Elisa. Baada ya kufika hapo, anamwambia mpenzi wake kile kitu alichokutana nacho, anamwambia kwamba Karo ameleta utani wa ajabu sana, kamwagiza mwanamke mmoja hivi wa Kiindonesia nyumbani kwa mimi sijapenda kabisa hilo jambo. Sasa, baada ya kuzungumza na kujadili jambo hilo, huyo binti ambaye ni mpenzi wake Jonathan akamwambia kwamba baba yangu amesema yuko tayari kunifungulia mgahawa na kunipatia mtaji wa kuniendeleza katika biashara. mimi ningependa tusimamie hili jambo tukiwa pamoja, lakini mgahawa utafunguliwa huko Madrid. Sasa hili jambo ni kinyume kabisa na ndoto ya bwana mkubwa. Jonathan hakulipokea kwa moyo mkunjufu kabisa, akakaa kimya tu. Sasa baada ya muda, binti Sore akawa amefika hapo, kwanza akakaa hapa na confidence ya kutosha, mpaka binti itabidi kumuuliza wewe ni nani mimi naitwa sore ni mke wake jonasan sasa jonasan hii kitu anaiteteaje hii kesi ishakuwa ngumu na binti anasema yuko hapa anahitaji kula na huyu mshikaji mshikaji akatoa pesa kama nataka kula chakula chukua pesa nenda kale pembeni lakini binti akakataa akasema atakaa hapa hapa na akaanza kuzungumza sasa binti anazungumza vitu ambavyo vinaweza kutokea hapo mbele na akawa anaongea makusudi kabisa kuhusiana na mradi wa binti elas anasema kwamba kwa nini hujamwambia mpenzi wako kwamba hujakubaliana na wazo lake la kwenda kufungua mgahawa huko madridi na hivi mnajua kwamba achana hivi, karibuni binti akazungumza mambo mengi sana, akisema yeye ni mtu kutoka mbele huko, yani uko mbele ya muda, na anasema kwamba yeye pamoja na Jonathan wameoana, na akawa amemwambia huyu binti Elisa kwamba Jonathan sio mara yake ya kwanza kujihusisha na wanawake wa namna kama wewe, usimwangaikie kabisa. Jo muda sio mrefu utaanguka. Elisa akawa amechukia sana baada ya kusikia maneno hayo, akawa ameondoka hapo, baada ya kuwa amemwagia kabisa na kinywaji, katokapo kwa asira. Baada ya kurudi kutoka mgawani, Sore aliendelea kumfuatilia Jo mshikaji, anapita chocho ili kumpoteza binti, lakini wapi, binti yupo tu ni king'ang'a ukuupita huku uku, kumpoteza binti, yuko nyuma yake tu. Wakafika mpaka nyumbani Jo, ikabidi kumzuia binti kuingia ndani. Hakuna kuingia ndani, kaa hapo. Kweli binti akawa ametulia tu, akaamua kukaa nje. Saa zikapita usiku ukaisha mpaka kucha. Jonasana chunguliya dirisha. Huyu mwanamke bado yupo tu, amwache huyu mwanamke anataka nini? Jo katoka hapo moja kwa moja kwenda kumuuliza. Ee hey, sema unataka nini kwenye maisha yangu? Binti ikabidi kumtoa mshikaji kwa ajili ya chakula walipofika huko binti akasisitiza kwamba yeye hajatumwa kabisa na karo na Karo, ajui chochote kuhusiana na mimi. Niulize chochote kuhusiana na wewe, kama uniamini. Mimi nimetoka katika maisha ya mbele huko, najua chote kuhusiana na wewe pamoja na familia yako. Mshikaji akauliza maswali yake yote anayoyajua kuhusiana na yeye, mama yake, mdogo wake na watu wote wanaomzunguka. Binti akawa amemjibu vizuri kabisa, hasa mshikaji akawa anashanga. Alivyotoka hapo moja kwa moja aenda kumsimulia Karo kwamba yule mwanamke ambaye nimemkuta ndani kwangu, aisee, anajua kila kitu kuhusiana na mimi. Anajua maisha yangu, anamjua mama yangu anajua jina la mama angu anajua alikotoka anajua wadogo zangu na kila kitu e. Jonathan baada ya kutoka hapo ikabidi kurudi kwa Selo. Ni kwenda kumsikiliza sikiliza tu. Hakuna namna. Ngoja nimsikilize tu. Pengine naweza nikavuna vitu fulani fulani. Na binti akawa amemwambia kwamba mimi na wewe tutakutana katika ndoa ya mdogo wako ambayo itafanyika Indonesia, miaka mitatu ijayo. Na hilo jambo ndilo litakalo kufanya wewe kurudi nyumbani huko kwenda kuhudhuria harusi ya mdogo wako na ndipo ambapo utakutana na mimi kule na tutapendana tutaanzisha mahusiano na tutafunga ndoa Jo. Baada ya kurudi nyumbani, Sore alikuwa tayari kabisa amepika zake msosi mtamu sana, chakula ambacho Jonathan anakipenda kweli. Jo ikabidi kumuuliza wewe, lengo lako halisi la kufika hapa ni nini? Sore akasema kwamba ninatamani sana kufanya maisha yako yawe bora zaidi. Ili kuthibitisha hilo, Sore akamwambia Jonathan kwamba inabidi ufuate kila kitu ambacho mimi nitakwambia. Na baada ya kutoka hapo, bindi akaenda moja kwa moja kwenye stoa ambapo jamaa huwa anatengenezea picha. Kule alivyochukua ile picha, akamwambia kwamba mpatie David hii picha sasa. Mshikaji alikuwa anashangaa huyu binti kamjuaje David na kajuaje nimeipiga hii picha, kwa sababu hii picha ambayo nimeipiga hakuna mtu yote anajua kama nimewahi kuipiga hii picha, na mna mtu yote ambaye amewahi kuiona hii picha kweli. Mshikaji ikabidi kutia tumaini katika hilo, akachukua ile picha na kumpelekea bwana David bana. Eh, bwana David baada ya kuangalia hii picha alipenda kinoma, yani akaikubali, na akawa amemwahidi kwamba ataichukua hiyo picha na ataenda kuiweka kwenye maonyesho yake makubwa. Jonathan akaanza kujituma kumwamini huyu mwanamke Sore. Akamwambia Jonathan kwamba kama utanifata kila neno nitakalolisema basi utakuwa na maisha mazuri zaidi kuanzia leo. Jo, hauruhusiwi kabisa kudiri na mimoshi, yani kuvuta masigara ni hatari kwa afya yako, pia hautakiwi tena kutumia pombe. Yonasa nikabidi kulazimika kuanza kuishi kwenye haya maisha, anaanza kufanyiwa mambo mengine ambayo yeye hakuwahi kutegemea kabisa, ni kula matunda, apate muda mzuri wa kupumzika, afanye mazoezi asubuhi. Binti akaamua kumshepu mme wake kwa jinsi ambavyo yeye anahitaji kumpata mme wake miaka hiyo ya mbele, kila kitu kikawa kinaenda vizuri kabisa Yonasa kweli akaanza kumzoea taratibu. Siku ya maonyesho ya, ya bwana mkubwa David alisifu sana kazi ya Jonathan. na akawa amemuuliza vipi, ninaweza nikapata picha nyingine kali kama hii jo? Baadaye swali kabidi kumtazama mwanamke wake kwanza Sore. Sore na yeye hakujibu chochote. David akamwambia kwamba usiwaze ukipata nyingine kama hii ilete kwanza kwangu. Waliporudi nyumbani, akaendelea kufikiria jambo hilo, atapata vipi picha kali ya kumlizisha David tena. Siku iliyofuata Jonathan akatoka tena na Sora kwa ajili ya kwenda kupiga picha, lakini binti Sora akawa amesimama mbele ya kamera ha, anamtaka Jonathan apate muda wa kwenda kula chakula. Aliposimama mbele ya kamera, Jonathan akawa amepata wazo la kupiga picha, ikabidi kupiga picha kwenye machweo na binti akiwepo hapo zaza. Jonathan, inaonekana kuna mambo yanamtesa kichoni kwake, yawezekana isiwe ni picha tu, kwa sababu usiku wa manane Jonathan ikabidi kunyanyuka hapo mawazo yamemzonga, na kitulizo chake cha mawazo ni mimo akienda kuishi kuvuta huko bila kujua kwamba mwanamke wake Sore yuko nyuma anamtazama tu, na akawa amemuuliza unafanya nini hivyo? <laughs> Jonathan akaanza kujitetea akasema kwamba hii ni ya mwisho tu, baada ya hii sitavuta tena. Binti ikabidi kumweka wazi akimwambia kwamba maisha ambayo mimi nimeishi na wewe huko mbele nilikuwa nikivumilia sana na kuamini huu msemo kwamba hii ni ya mwisho, hii ni ya mwisho, lakini haijawahi kufika kuwa mwisho, kila siku uliendelea kuvuta hivyo hivyo tu binti akawa amevunja ukimya na kusema kitu ambacho jo hakuwahi kutegemea. Akamwambia kwamba hivi, unajua kwamba miaka nane inayofuata utakufa kwa mshtuko wa moyo? Baada ya kusema hayo tu, damu ikaanza kumtoka puani, binti so akawa ameanguka chini na kupoteza fahamu. Sasa hii unaambiwa ni kwamba binti anaposema jambo la moja kwa moja kuhusiana na maisha ya ukweli ya Jonathan huko mbele, hii inamsababisha binti kutoka damu puani na kuanguka chini. Akianguka chini hapa shughuli inafomatika, mzigo unaanza upya, yaani mzigo unaanza tena ambapo binti ana anaamka akiwa katika kitanda cha Jo, anaanza tena kujitetea kwa Jonathan. Yani binti anaanza mzunguko upya na tukio linajirudia vile vile, ni kujitetea, ni kujitetea. Jonathan anatoka hapo anaenda kumpigia karo simu kwamba bano ameniagisia mwanamke ni kujitetea. Akitoka hapo anaenda kukutana na mpenzi wake, yani tukio lote linaanza tena upya. Sasa baada ya tukio kuanza upya na awamu hii, binti akawa amejifunza kutokana na kile ambacho alikuwa amekipitia mwanzoni. Awamu hii akawa ametupa sigara zote, mpaka sehemu ambazo jo alikuwa amezihifadhi, zingine ambazo mara ya kwanza hakuwahi kuzitupa, akaenda kuzitupa. Jitihada zote alizozifanya binti, lakini bado Jonathan alikutwa siku moja amelewa kalala mtaani huko. Alo, binti yako amekasirika sana, ikabidi kufichua ukweli tena, akamwambia kwamba kama unataka kufa kuwa mtu wa kwanza kuniacha mimi nikuwa katika majonzi kwenye ndoa yetu basi fanye hivyo. Binti baada ya kuzungumza hivyo, damu ikamtoka tena puani, akaanguka chini na kuzimia. Mzunguko ukaanza upya tena, binti anaamka, yuko kitandani, ni kumwelezea tena jo. Jo amna chochote anachokikumbuka, zoezi linaanza upya tena. Binti alirudia huu mzunguko mara elfu kumi akifanya jambo hilo hilo ili tu kujaribu kumrekebisha Jonathan binti. Siku moja baada ya kuamka binti alianza kuchoka sasa, akaamua kuchagua kujitenga na maisha ya Jonathani. Kama mtu hawezi kubadilika, binti akasema atakaa mbali naye maisha yake yote, akimwambia kwamba usinikaribie katika maisha yangu tena, na siku utakapokuja katika ndoa ya ndugu yako, tafadhali usinikaribie wala usijaribu kabisa kunitongoza. Siwezi tena kuvumilia kuingia katika haya maumivu na kukuona ukifa mbele ya oyangu sababu ya maamuzi yako binafsi. Nahisi nimekosea kufanya hivi. Benti baada ya kusema hivyo, kweli akawa mamka karibu na Jonathan, akaamua kumwacha kabisa na kuendelea na maisha yake mengine. Kwa sababu ya ujuzi wake wa kufanya ubunifu wa mavazi, akawa ameenda huko Zagreb, mji mkuu kabisa wa Croatia. Huko akawa amemfata mmiliki mmoja wa duka moja kubwa sana mjini hapa na akawa amemkubali sana sanas so. So, akawa amekaa hapo na kuanza kuishi maisha yake ya ubunifu na kazi yake kwa imependwa sana. Jonathan story ya maisha yake, baada ya kuamka alienda kama kawaida kukutana na mpenzi wake Elvis. Wakawa wamefikia hatua kubwa sana na mpango wao kwa sasa kuwa mkubwa zaidi ni kufunga ndoa, hivyo ikabidi kwenda kutafuta mavazi ya harusi yao. Wakafika katika duka ambalo binti Sore yuko pale anafanya kazi na bosi wake Sore. Anaitwa bwana mkubwa Marco, mmiliki wa ile eneo, akawa wamemtaka Sore aende kumpima Jonathan nguo yake kwa ajili ya harusi yao. Sasa ukumbuke kwamba binti huko mbeleni Jonathani ni mme wake na sasa analazimika kumpima tena mme wake vazi la harusi, anaenda kuoa mwanamke mwingine. Sasa binti akiwa hapo, hisia zake zikashindwa kujizuia mbele ya huyu mwanaume. Wakati sola anampima Jonathani, yeye anahisi kabisa kwamba huyu ni mwanaume wake, huyu ni mme wake miaka ijayo. Anafanya nini? Akuwa amepata nafasi ya kwenda kujiweka sawa, lakini bosi wake Marko akuwa amemwita baada ya kumwona kwamba binti yake hayuko sawa, akamwambia kwamba unaonekana unahangaika sana unaangaika kubadili vitu ndani ya moyo wako, si ndio? Lakini unatakiwa kukumbuka kwamba kuna vitu vitatu tu maishani mwa mwanadamu ambayo hawezi kabisa kuvibadilisha: wakati uliopita, maumivu pamoja na kifo. Mzee alihisi kabisa huyu binti kuna vitu anavipitia vya kimahusiano. Sasa binti, baada ya kujiweka sawa, akawasikia jo, yani Jonathani pamoja na mpenzi wake Elisa wakiwa wanagombana, wanamvutano mkali kweli. Elisa alitaka Jonathani amwambie baba yake kuhusiana na mpango wake wa ndoa, lakini Jonathan alikataa. Baada ya wote kutoka hapo Sore ikabidi kwenda kumuuliza Marco kwamba je, unaamini kwamba mtu anaweza kubadilika? Marco akajibu kwamba bila shaka, lakini mabadiliko lazima yaanze na yeye mwenyewe ndani yake. Watu wanapaswa kukabiliana na maumivu waliyoyapitia. Mtu mwingine hawezi kabisa kumbadilisha mtu bila yeye kubadilika ndani yake. Binti baada ya kusikia maneno haya, yalimpa nguvu sana. Soraya amemkumbatia bosi wake na kutoka mda huo huo, akajua kabisa Jonathani ana maumivu ambayo wanayapitia ndani ya moyo wake, na ndio maana akawa na kwenda kuvuta misigara pamoja na pombe kali hii. Unaambiwa kwamba Jonathani alikuwa na ugomvi mkubwa sana na baba yake mzazi na hajawahi kuwekwa sawa. Binti akaamua kurudi tena kwenda kupambania penzi kwa mme wake Jonathani, mme wake mtarajiwa huyu, akijua kabisa njia sahihi ya kwanza kuifanya ni kumpatanisha Jonathani pamoja na baba yake, kwa sababu hapo ndipo maumivu yalipoanza kumpata bwana mkubwa wa Jonathani. Hili jambo alikuwa rahisi kwa sababu Sore alilazimika tena kuanza mwanzoni, yaani hapa unaanza Zole alipata picha na barua nyingi sana ambazo Jonathan alikuwa amemwandikia baba yake, lakini hakuwahi kabisa hata kuituma barua moja kwa baba yake mzazi. Jonathan amekuja katika huu mji ni kwa sababu baba yake pia anapatikana huku na inaaminika ana familia huku, na ndiyo maana Jonathan alikuja katika huu mji. Lengo sio kupiga picha tu, lengo lake pia lilikuwa ni kukutana na baba yake, lakini hajawahi kufanya hivyo mpaka hivi leo. Alijitahidi sana kwanza tena kumwelezea Jonathan upya kwamba yeye ni mke wake nini shughuli ni abcd kama matukio, jinsi ambavyo mwanzo tumeyaona, kwa sababu tukio tunalijua. Hem, twende moja kwa moja mpaka siku ambayo Jonathan alichukua sigara na kwenda kuvuta kwa siri siri, binti akiwa ametokea hapo na kumuuliza Jonathan. Jonathan akawa ameahidi kwamba hii ni ya mwisho, nitaacha kabisa awamu hii. Binti akamwambia sawa. Binti akawa amemshawishi Jonathan kwamba twende tukamuone baba yako. Ninajua ni kwa nini umechagua kuishi katika mji huu, ni kwa sababu baba yako pia anaishi hapa, si ndivyo? Lakini ni kwa nini hujataka kabisa kwenda kuonana naye? Kuwa na hasira ama kusamehe, hilo ni chaguo lako. Kwa sauti ya hasira, Jonathani akajibu kwamba baba alichagua mwanamke mwingine aliyeniacha mimi nikiwa na umri wa miaka minne tu pamoja na mdogo wangu wa kike Sindi. Inawezekanaje nimsamehe mtu wa namna hii? Jamaa kuwa ametoka hapo kwa kwa hasira, lakini binti kwa hasira pia naye akaamua kujibu mapigo, akamuuliza kwamba wewe una utofauti gani na baba yako? kwa sababu huko mbele pia wewe ndio utakuwa wa kwanza kufa na utaniacha mimi nikiwa peke yangu, kwa sababu ya starehe zako. Baada ya kusema hivyo, binti damu ikawa imemtoka puani, tena akaanguka chini na kuzimia. Mzigo ukaanza upya tena, binti anaanza mwanzo. Binti alijitahidi sana kurudi kuondoka, kurudi kuondoka, mara mia elfu, mpaka moyo wa Jonathani ukawa umefunguka na kukubali kwenda kukutana na babake. Basi ikafanyika safari kwenda kumwona babake Jonathani, wakanunua maua kwa ajili ya mzee, na safari ilikuwa ndefu sana. Kijana na miaka mingi hajamuona babake, alikuwa na chuki ndani ya moyo wake. Baada ya kufika katika mlango wa nyumba ya babaake, mshikaji akiwa amegonga mlango, lakini ghafla mwanga mwekundu ukawa umeonekana. Hapa damu ikaanza kumtoka tena puani Sore, mlango ulikuwa karibu kufunguliwa. Aise, binti akaanguka chini, akazimia. Tena akaanza upya na kumhamasisha huyu mshikaji. Ni jambo gumu nyinyi, binti alipitia muda mrefu kweli kweli, tena kuanza kumshawishi mshikaji mpaka aende kukubali tena kuonana na baba yake, kwa sababu pale ndipo chimbuko la matatizo ya Jonathani kuanza kubadilika kitabia na kuanza kutumia vitu ambavyo vilikuja kumgharimu huko mbeleni. Sore akawa mamka tena, alihisi kuchanganyikiwa kwa sababu awamu hii kufanya akufanya kosa la aina yoyote iliyosababisha yeye kuanguka chini na kuzimia na kuanza upya tena. Hata hivyo Sore hakukata tamaa, alijaribu tena kuanza upya. Licha ya kujaribu mara nyingi, Sore hakuweza tena kuvuka mpaka wa muda. Ilionekana kana kwamba Sore hakuruhusiwa kabisa kuona Jo akikabiliana na baba yake uso kwa uso. Kwa nini? Tutajua tu huko mbele. Mambo ya nyakati haya, Sore aliwahi kumwambia Jo kwamba usiruhusu nipotee kabisa, nizikwe na wakati. Tafadhali usinisahau kamwe katika maisha yako, Jonathani. Binti alianza kuhisi kabisa muda wake wa kuendelea kuishi katika ulimwengu wa namna hii unaenda kuisha. Maneno yake sore yalitimia kweli, kwa sababu Sore aliamka tena akiwa katika kitanda cha Jonathan akiwa anajitambulisha kwamba mimi ni mke wako kutoka katika siku za usoni, akamwambia kwamba mimi ni mke wako wa milele. Jonathan gafla, anga likawa ni jeusi, mwanga mwekundu ukawa umeonekana hapo na Sore akawa ametoweka. Hii ni kwamba muda wake umeisha. Baada ya hapo, baada ya jo kwenda Kroati kwenda kukutana na mpenzi wake ui yule mzungu, lakini safari hii Jonathan mwenyewe ndiye alimuacha Erasi. Kwa nini? Ni kwa sababu baada ya binti kumpa mpango wake wa kwenda kufungua mgahawa huko Madrid, mshikaji wakuwa wamekubaliana nao kabisa huko nje ya malengo yake. Hivyo wakiwa wamemwacha mwanamke huyo usiku huo, Jonathan akaenda kukutana na rafiki yake Karo, wakuwa wanapigapiga story story. Lakini wakati huu Jonathan alisema kwamba anahisi kabisa kuna kitu kiko tupu ndani ya mwili wake na haelewi ni nini. Ndoto sio ndoto, mawazo sio mawazo, anahisi kabisa kuna mtu amemkosa katika maisha yake. Hata hivyo, Jonathan hakujua ni nini hasa kinachopelekea yeye kufika katika hali hiyo anahisi ni mpweke wa hali ya juu, moyo wake unauma tu muda wote. Jamaa akawa amehisi pengine labda natakiwa kumsamehe babangu mzazi. Baada ya kutoka hapo, Jonathan akenda kupiga picha ya machweo, sehemu ambapo tulimwona akipiga picha hiyo hiyo akiwa na yule mwanamke Sore. Baadaye Jonathan akawa maandika maneno yake yenye hisia kwenye kitabu chake cha kumbukumbu, akisema kwamba, je, unajua ni kwa nini machweo huwa yanaonekana yenye kupendeza? Wakati mwingine yanakuwa ni mikundu yenye tabasamu la furaha, lakini wakati mwingine huwa ni meusi yenye kuonyesha huzuni ya kimya lakini anga daima huyakubali machweo jinsi yalivyo. Kijana akaamua kukata utepe pote lya pote, akaenda kuonana na baba yake mzazi. Baada ya kufika hapo, akawa amegonga kama ametoka. Mwanamke mmoja wa kizungu akawa amemkaribisha karibu. Mwanamke huyu akawa amejitambulisha kwamba yeye ni mke wa baba yake Jonathani. Mwanamke akuwa ametoka hapo nakwenda kumfuata mme wake. Jonathan akuwa amemwona baba yake nje akiwa na familia yake, ana kijana mkubwa tu lika la Jonathani. Jonathani akuwa ameona kumwona baba yake kupitia dirisha inatosha kabisa mshikaji, akawameua kuondoka hapo baba mzazi. Baada ya kuingia ndani akakuta tu kuna ujumbe hapa kijana wake ikauacha na kuwa ameondoka. Ujumbe ambao Jonathan alimwachia babake ulikuwa unasema kwamba hakuna chochote kinachoweza kuhalalisha ulichokifanya. Asante kwa miaka minne bora ulionipatia, nimekusamehe. Mimi ni Jonathan. Mzee ametoka hapo akitambua kabisa ni kijana wake alikuwa hapa, lakini hakufanikiwa kumuona baada ya kufanya haya yote. Jonathani maumivu ndani ya moyo wake alimwachia Jonathan aliamua kubadilika yeye mwenyewe, hakuendelea tena kuvuta mimoshi wala kunywa mipombe. Hatimaye mshikaji akaamua kurudi Indonesia. Sasa Jonathani aliamua kurudi Indonesia sio kwa sababu dada yake alikuwa anaolewa, hapana, ni maamuzi yake yamekuwa haraka sana. Jonathan aliishi maisha yake yenye furaha na afya. Kila asubuhi alipata nafasi ya kufanya mazoezi akiwa na mama yake. Hatimaye ndoto ya Jonathan ilitimia, akaanzisha maonyesho yake mwenyewe ya kuonyesha picha Zinazoonesha mada ya mabadiliko ya tabia ya nchi. Hata hivyo, alikuwa na picha moja tu iliyopigwa huko Kuala, picha ya maandhari ambayo ilionekana kana kwamba kuna kivuli cha mtu katikati yake. tazondakuwa tena kukumbuka kwamba kijana amefika hapa mapema sana Indonesia, kabla hata ya ndoa ya ndugu yake. Kijana alikuwa amekutana na mwanamke mtarajiwa, yani mke wake mtarajiwa, mwana dada Sore. Apa, alikuwa amefika hapa kwa ajili ya kuangalia maonyesho aliyokuwa anatoa bwana mkubwa Jonathan. Binti alikuwa amefika hapa kwenye kutazama tazama kazi uko wamekutana na wakawa wamezungumza mambo mengi sana kuhusiana na mabadiliko ya tabia ya nchi wawili hawa, mazungumzo yao yakaonekana kama yanaungana. Jonathan alihisi kama mm, kuna maelewano ya ajabu sana baina ya yeye na huyo mwanamke. Sasa, moja kati ya picha iliyokuwa imemvutia sana huyo binti ndo picha ile ile ambayo inaonekana kama ina kivuli katikati yake, akaisifia sana mwonekano wake. Basi binti alivutiwa sana na huyo mshikaji kuliko kawaida. Walivyopeana mikono wote wawili, kumbukumbu zikawa zinaonesha kama waliwahi kukutana, mizunguko yao ya nyakati, upendo pamoja na maumivu, na mara zote ambazo Sore alirudi kwenda kumwokoa Jonathan katika maisha yake ili kumtoa katika maumivu alikuwa anayapitia. Jonathan akuwa ametambua jinsi ambavyo huyu mwanamke alimpambania sana, ili kumwokoa yeye. Sore na yeye akua ametambua kwamba mwanaume aliye mbele yake ndiyo yule yule Jonathan aliyemuoa, mwanaume aliyempenda kupita kiasi, kiasi kwamba cha kujitoa maisha yake kwa ajili ya kupambania Machozi ili wajaa machoni na tukio ambalo lilitabiriwa kuhusiana na Jonasani kufariki na huyu mwanamke na ni kweli lilimtokea katika maisha yake ya kawaida, alikufa kwa, kwa mshtuko wa moyo, japo Sore alifika hapo akiwa amechelewa. Huzuni ilimshika, mwisho wa siku ilibidi kumzika tu mme wake. Baadaye binti akaonekana akiwa anasoma ndoto yake Jonathani ambayo hakuwahi kuitimiza. Alikuwa anatamani siku moja aende kupiga picha Arctic, sehemu pekee isiyo na time zone ya kudumu. Ili kumwenzi mwanamke huyu, ilibidi kusafiri na kwenda sehemu hiyo chini ya mwanga wa aurora ambao Jonathan alitamani kuona, lakini hakuona. Akawa amesimama hapo mwanamke huyu akiwa kimya, akaachilia tone la chozi likaanguka chini kwenye thruji kabla ya kurudi nyumbani, akasoma tena maandishi ya Jonathan kwa mara ya mwisho, akafumba macho na akawa alipo aka amelala. Alipokuja kufumbua akajikuta amelala karibu na Jonathan. Hapa ndipo mwanzo wa mzunguko wa nyakati ulipoanza. Sasa hapa ngoje niweke sawa, utakuja kuchanganyikiwa uko mbele nyinyi hii movie, mwanzoni kabisa kwenye ndoa ya hawa watu Jonathani alifariki kwa mshtuko wa moyo. Sore alifika kwa mme wake akiwa amechelewa, hivyo akawa amemlilia kaburini tu, ndipo maumivu yake yakamrudisha nyuma kwenye muda. Kila mara sore aliporudi nyuma kwa lengo la kumpambania maisha yake Jonathani ili kubadilisha kifo cha mme wake kisifike katika mshtuko wa moyo, kweli alifanyikiwa. Alibadili tabia za huyu mwanaume, ratiba zake, safari zake, na hata maamuzi madogo madogo. Kila mzunguko wa nyakati aliyopitia yeye binti katika mzunguko wake aliofanya kurekebisha maisha ya mme wake ulikuwa na funzo jipya, na kila funzo lilimbadilisha sana Jonathani namna ya kuishi. Hatimaye, katika mzunguko wa mwisho, kile kifo cha kwanza kilichomtokea mume wake Jonathani hakikumtokea tena kwa mara ya pili, hivyo aliishi. Ingawa kumbukumbu kumbu zao zilikuwa zimevurugika kwa muda, mioyo yao bado ilikuwa inakumbuka jinsi ambavyo wamepitia wote maumivu katika namna tofauti tofauti. Walikutana kama wageni, lakini walihisi kama walishawahi kupendana na kujuana huko nyuma, kwa sababu stori inasema sori na Jonathani walikutana kwenye harusi ya ndugu yao Jonathan. Kipindi hicho hakuwa amemsamehe baba yake, lakini kwa wakati huu kijana amekutana na Sori mapema kabisa kabla ya ndoa ya ndugu yake, na awamu hii kijana alikuwa amemsamehe baba yake, hivyo maumivu ndani ya moyo wake hayakuwemo. Waliposhikana mikono, kila kitu kilirudi nyuma. Walikumbuka kumbukumbu zao, nyakati walizozipitia, mapambano ya Sore, maumivu ya kifo, kuokolewa pamoja na upendo. Hapo ndipo Jonathan akaelewa kwamba mwanamke aliye naye amepigana sana na muda ili kuzuia jambo la yeye kufa kwa mshituko wa moyo lisitokee, na Sore pia alielewa kwamba mwanaume huyo ndiye aliyempenda na kumpambania hata kifo. Ndipo filamu hii inaishia hapo. Usisahau kusubscribe, kushare, kulike na kukomenti. Karibu Swahiliflix Empire. Ulikuwa na mimi msimuliaji wako Okran Okran, karibu.